va vita kati ya Mola subhanahu wataala na Ibilisi. Na kabla hatujaingia tena katika sehemu ya pili, nataka tu nitanabahisha jambo moja. Pengine mtu katika akili yake aweza kujiuliza, kwani itawezekanaje vita vya Mungu na Ibilisi? Mungu ndiye muumbaji, Ibilisi ameumbwa. Mungu ndiye mwenye nguvu kamili, yani general ya kwa jumla lakini Ibilisi ana nguvu mahdud, ana nguvu ina limit. Nguvu yake ama uwezo wake una limit, alafu Mungu hashindwi na kitu. Kwa nini kumpambanisha Mungu na Ibilisi? Nitakujibu sampuli mbili. Jawabu la kwanza ni kwamba Mola subhanahu wa taala mwenyewe ametangaza kwenye kur, Qurani, kwenye faadhanu biharbi min Allah, tangazeni vita. Mwenyewe Mungu amesema kwamba tangazeni vita wale wenye kula riba Itakuja pia madariba inshallah, kwa undani tutazungumza. Lakini mwela atuambia fadhlan no, tangazeni tangazeni vita vya Mungu na wewe mlaji riba, kwa sababu wewe ni kipenzi cha Iblis. Tulisema nyuma kwamba kuna Mungu na vipenzi vyake, na sisi Mungu atujalie katika vipenzi vyake. Huu ni upande mmoja. Alafu kuna Iblis, kuna shetani na vipenzi vyake na askari wake. Tukatoa dalili ya Qur'ani. kwa hivyo ama sehemu ya pili. Sasa hawa wawili waweza kupambana ama wafaa kupambanishwa? Naam, kwa sababu ya ushahidi wa Qur'an. La pili, Mola subhana wa Ta'ala ana mambo sampuli mbili. Kuna irada aita irada takuinia, yaani amelitaka jambo lazima liwe. Mfano, ametaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe mjumbe, atakuwa mjumbe hata watu wakampinga wote. Mola Subhana wa Taala ametaka Nabii Isa awe mjumbe wake, atakuwa mjumbe wake hata watu wote wakapinga, atakuwa bila shaka. Ataka Adam akae pale peponi, hata kama ni kwa muda, atakaa, hata kama watu wote wamepinga. Hii inaitwa irada takuinia. Yaani lazima liwe hilo jambo. Alafu Mungu wetu, Mungu wa viumbe wote, ana irada tashri'ia. Kuna mambo ameyaweka ni sheria tufuate, yani by nature, au kwa kiarabu tutasema tabiia yani, mambo ameweka tarkibul asbab bil musabbibat, yani kupandamanisha sababu na yenye kusababisha. Kwa mfano kuna moto, moto ameuumba ni Mungu, alafu akaujalia ule moto wachoma, ule moto ndo wachemsha maji, ule moto ndio wapika chakula, wavivisha chakula, moto ndio mambo mingi yafanya. Kwa hivyo moto umeumbwa na Mungu, moto hauna uwezo lakini ameuwezesha kuchoma na kuvivisha. Alafu ameiumba barafu ni Mungu ameumba barafu. Hata ukiniambia umetengeneza friji ama freezer ni kwa sababu ile freezer umechukua mfano, mfano hadha khalqullah, umechukua mfano wa yale yaliyoumbwa na Mungu, kama yule ndege aliyeumbwa na Mungu na wewe katengeneza airplane yako ama ndege yako. Sasa kuna mambo sampuli mbili kuna irada takwinia, yani mambo ambayo mngu ameyataka yawe, lazima yawe. Kuna irada tashriia, kuna mambo ameeeka ni sheria, mkifuata hivi, mukifuata hii hivi mtafika wapi? Wapi muhimu nukta hizi mbili. Kwa hivyo la kwanza, Mungu mwenyewe amesema anavita na baadhi ya watu azjawabu la, la kwanza jawabu la pili ni kuwa vita va mngu sikuwa Mungu huyu washindwa? Hapana, ameweka ni kama wewe ukiwa referee, walillahil mathalul ala. Ama ukiwa wewe ni manager wa timu, pengine una timu mbili umeziweka, atakushindanisha, utawaambia atakaye kushindwa atafanya kadhaa, atakaye kushinda atapata jambo fulani, lakini wewe hujaamua kwamba timu fulani shinde. Yani ni mfano, lakini Mungu mifano yake mikubwa zaidi, kwa sababu hatuwezi kum kumlimit kumpima mola subhana wa taala. Sasa, baada ya kuelewa kwamba tuwazungumza tuaz kuhusu wo kuhusu vita na vita vyenyewe tumesema ni vita vya kisaikolojia, ukitaka kusema vita baridi, ukitaka kusema mambo mengine yote ni sawa, vita vya fikra, vita vya saikolojia, na matamshi mengine, wengine wanazoona saikolojia wametamka vingine. Sasa twataka mwanzo tuelewe e, vita vya kwanza. Vita vya kwanza ambavyo vimetuharibia jamii, imetujengea chuki katika jamii zetu za kibinadamu. Hatusemi jamii ya wa Waislamu, hapana, jamii za kibinadamu. Kuna jambo laitwa najwa. Hii ndio mada ambayo tutaanza nayo katika vita baina ya Mungu na Ibilisi ama na Shetani. Kuna kitu chaitwa najwa Kiarabu, pengine Kiingereza tutasema whisper. Wispa ni mnongono au kuzungumza kwa siri. Hili jambo pengine kila mmoja ataona ni jambo normal tu. Yani kwa nini huyu kuweka mada hii? Lakini sikilizeni vizuri kwa makini, walimu, wanafunzi wake, kwa waume, jambo lolote ambalo Mungu amelikataza lina taathiri, lina athari mbaya ikiwa utalifanya jambo ambalo Mungu ameliamrisha lolote lina athari mzuri ikiwa utalifanya, na lile ambalo kwamba amelikataza, ukiliepuka utapata mambo fulani ambayo insha Allahu taala tutajaribu kujitahidi. Yote hatuwezi kuyajua, lakini kuna yale ambayo Mungu ametufahamisha mawili matatu tuyaelewe vizuri. Leo tutazungumza kuhusu kunongona na mwenzako tu. tuanze na Mungu tumalize na Ibilisi alafu tu, tuangalie na tija tuangalie e, faida au matunda yaliyopatikana kwa wanaofuata na wanaoepuka hilo jambo. Mola subhanahu wataala atuambia katika suratul Mujadala, katika suratul Mujadala moja tu peke yake kuna aya nne hapo ndani ambazo zime kama zishatupatia picha na suluhisho. Mola subhanahu wataala atuambia, alamtara, huna habari huna elimu, huna macho, huna fikra kuafikiria kwa au kuyafikiria, anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, kwa ya, kwani wewe hujui kwamba Mungu ajua yaliyo katika mbingu na ardhi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum, hawawezi kupatikana watu wanaonongona wanaozungumza watatu, ila yeye Mola huwa ni wanne wao. Yani utakapokuingia kwenye shimo, kwenye bahari kwenye anga, utakapo kuingia ukajifungia na nyumbani kwako, lakini mkiwa watatu yee Mungu ni wanne wenu. illa huwa rabiuhum wa khamsatin hamsatin illahuwa sadisuhum, hata mkiwa watano yeye Mola Mungu huwa ni watano wenu. Ujue hapo pia na Ibilisi yuko, Mungu amemwezesha na hilo. Wala adna mindhalika, hata chini hapo mkiwa wawili, hata ukiwa peke yako Mola kujua ajua nasiri yako, hapo ibilisi hayumo. Wala akthar, hata kama ni wengi zaidi mkanongona, ye Mungu yuko na nyinyi. Illa huwa maahum, isipokuwa ye Mungu pamoja na wao, aina makano popote walipo. Thumma yunabbiuhum bima amilu yawm alqiyama, kisha tawapatia habari kwa yale walioyatenda siku ya kiyama. Hiyo Suratul Mujadala au Mujadila, aya saba, ya kwanza tuishike kwamba Mwanzo, uelewe kwamba Mungu ajua iliyoko mbinguni na ardhini. La pili ni kwamba hata mkiwa idadi yote kubwa ndogo, yeye Mungu yuko na nyinyi na yuwasikia, ajua nia zenu. hiyo hiyo aya aya ya saba ya mbele yake ya nane, Mwenyezi Mungu asema alamtara, hujawaona hujawafahamu hujawasoma, ila alladhina ilaladhina, nuhua ninajua. Kuna watu walikatazwa kunongona, tutazungumza inshallah kwa undani kuna watu walikatazwa kunong'ona, thumma ya uduna li na limanuhu wao warudi wakafanya hayo haya walokatazwa, wa yatanajauna bil ithmi wal udwani. Alafu mwanzo wamekatazwa kunong'ona, la pili mnongono wao ni madhambi na uadui, dhambi na uadui mayahudi ao e, wa maashiati rasul na kumwasi mtume, kwa sababu mtume kama tulivyosema hapa ni niaba au ni Khalifa wa Mola Subhana wa Taala ili asafishe mazingira atengeneze watu atengeneze nyoyo. Hiyo pia sura al-Mujadila aya ya nane. Tushike ya pili, ya kwanza Mola yuko na sisi kila pahala. Ya pili, kuna watu walikuwa kinong'ona kwa maasia na uadui na kumwasi mtume. Ya tatu, hiyo hiyo sura al-Mujadila hiyohiyo suratul Mujadila, yaa ayyuha alladhina amanu idha tanajaitum, enyi mlioamini enyi wanadamu wenye busara wenye uadilifu wenye, wenye ukweli mkinong'ona, fala tatanajaw bil ithmi wal udwan, tofauti na wale ikiwa, lazima mnong'one, basi msinong'one kwa mambo ya madhambi na uadui wa maasi ya rasul na kumwasi mtume. Hakikisheni tu hilo kwamba msinong'one kwa madhambi na uadui na kumwasi mtume. Hiyo sura Al-Mujadila au Mujadala, aya 9, aya 10 Mola subhanahu wataala atuambia, inna manajwa mina shaitan. Sasa tukome hapa mwanzo, inna manajwa mina shaitan, kunongona kumetoka maya na shetani. Yaani mola ikiwa ametuambia kunongona, kutoka kunongona kumetoka maya na shetani, tuulize swala, kwani kila anayenongona huwa ni shetani? Mwambia nongone la, lakini ikiwa imefuata yale mawili, kunongona kwa madhambi na uadui na kumwasi Mtume, la kwanza. Kwa hivyo kila mwenye kunong'ona kwa nia hizo, basi huwa, huwa yeye ni katika vita vya kumuunga mkono, au selabasi ya shetani au ya Ibilisi, ama vipenzi vya Ibilisi. Pili, liyahzuna alladhina amanu, ili kuwahuzunisha. Yaani wanong'ona wao <coughs> ili wao, shetani ameweka huno mnong'ono ili kuwahuzunisha wale waumini, yaani wanadamu kamili, yani ambao waangalia shughuli zao, yani ambao wataka kunufaisha jamii yao. Walaysa bidharihim, wala hawatawadhuru wao. Kisha Mola atuambia, inna man najwa min shaytan liyahzuna alladhina amanu, ili wahuzunike. Yani wao wameweka huno mnongono ili wale waumini wahuzunike, na kiraa cha pili liyuhzina alladhina amanu Zote ziraa ziwili zimesoma katika Qur'an, ili wawahuzunishe. Shetani ameweka mnongono kwa vipenzi vyake, wanajeshi wake, ili kuwasengenya waumini, kuwahuzunisha, kuwatia dhiki. Pengine mwanzo tueleze sababu ya kuteremka hizi aya. Hizi aya mwanzo kwa jumla ilikuwa watu wamekatazwa kunongona, lakini wa... kuna mingine huwa hayana budi, lazima unongone na mwenzako hata kuna watu itaka kunongona na Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tukasema kwamba najwa ili tamko la kunongona kwenye Qurani limetajwa mara kumi kwa njia tofauti tofauti. Mbili tu ndio mzuri, lakini zote nane hazikutajwa kwa njia mzuri. Mfano njia mzuri ni ile ya ayu alladhina amanu idha najaitu murrasula faqaddimu baina yadaynajwakum sadaqa, enyi waumini mkitaka kunongona kuzungumza siri na Mtume basi mwanzo toeni sadaka kwa hikma ambazo yeye mwenyewe Mungu azijua, na sadaka hiyo hapewi mtume, hapana. Manake sio watu wakafikiria kama wale mapasta mapadri, ya sadaka hiyo utatoa utampa maskini, kwa sababu ni manufaa. Huyu mtume ni rahmatun lil alamin, na wewe Mungu amekupatia. Tutazungumza pia habari ya, ya u, nini habari ya ubakhili, kwamba ubakhili wa shetani kuna na kinyume cha ubakhili ni wa Mungu tutaeleza kisha vile inavyoathiri vibaya na uzuri. Sasa kunongona, maswahaba walipokuwa mara nyingine wana dharura kunongona na mtume, kuzungumza na mtume kwa siri, wakaambiwa watuwe sadaka, kisha aya ya pili niyo hiyo imeshikana, lakini mbele kidogo Ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaka sadakat fa idh lam taf'alu wa taballahu alaykum fa aqimu salata. Yaani, mahuzunika Waislamu, mmeambiwa mtoe sadaka, mlitaka kunong'ona na mtume basi. Wataba Allahu alaikum, mola amewaondoshea hiyo hukumu, hiyo sheria. Basi mkinong'ona na mtume, nong'onani tu kama kawaida. Mungu anavotupenda, mola anavotuhurumia, ameweka sheria ili pia ule mtume asitue dhiki, na pia watu wengine pia wakimtaka, wale ambao wanania, hata kama ni shilingi moja kutoa sadaka, watakwenda kutafuta wale wanafiki takuwa hawawezi kunongona na mtume, takuwa ha, haana time za kupoteza mtume kwa watu wabaya. Kuna hikma nyingi ambazo wanazoona umetueleza na na nyingine zitadhihiri huko mbele. Sasa aya zilizotajwa najua ama kunongona tumesema ni kumi, na pengine zaidi kama, lakini kuna kumi ambazo zimefuatana. Inshallah taala tutazisoma katika muhadhara unaofuatia, kisha tueleze moja baada nyingine, lakini leo Tutaka tuzungumze khabari ya najua minallahi, najwa min ashaitan, najwa minallahi, yani kunongona ambapo utapata thawabu. Ni hivi: la khaira fi kathirin min najuahum, hakuna kheri yeyote katika minong'ono yao mingi, ila man amara bisadakatin au marufin, isipokuwa ikiwa mtu amenongona na mtu kwa sababu amwambia atoe sadaka ama afanye kadhaa au amemwamrisha mema kwa siri, mwambia wewe umefanya jambo fulani lakini si zuri 1 2 3 au islahi baina nnas au kusilisha watu kwamba kuna kitu fulani ukijue kadha kadha kadha, ukienda kuzungumza naye kitu fulani. Mambo matatu. Sasa sisi tumewekiwa sheria wa Waislam, nukta muhimu tuifahamu, tusidharau kila kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, kwa sababu Mtume ni, ni ana alaka ana mafungamanisho ana uwakilishi wa mola wake. Tumesema Mungu na vipenzi vake. Na sisi Mungu atujalie katika vipenzi vake. Mtume atuambia idha kuntum thalatha fala fala ya yatanaja. Idha kuntum thalatha fala yatanaja ithnani. Mkiwa watu watatu, wawili wasinongone kando ya mwenzao duna al-akhar, wakamwacha kando ile mwingine, min ajli ana dhalika yuhzinuhu, kwa sababu hilo la mtia huzni, na kule kwenye Qur'ani mola atuambia inamanajua minshaitan liyuhzina ladhina amanu ama liahzuna alladhina amanu, yani. Na huku mtume ametufafanulia hizi zaitwa ahadith mubayina, hadithi zenye kubainisha au muakida, kutilia nguvu zile aya za Qur'an. Sasa sheria imetupangia hivi, wewe ikiwa wajua lugha yako ya Kiarabu au lugha yako ya Kiingereza na kuna mwenzenu watatu nyi wawili mwaju Kiingereza amwaju wa Kiarabu kuna mwenzenu watatu ni haramu. Imamu nao huyo ametueleza pia katika riadhu salihina pia na wanazuoni wengi, ni haramu kwako wewe kuzungumza wale mwenzako kwa lugha ya Kiingereza, ni haramu kuzungumza lugha ya Kiarabu, ni haramu kuzungumza lugha ya Kipokomo ikiwa yule mwingine hajui Kipokomo, ni haramu kuzungumza lugha ya Kiorma, ni haramu kuzungumza lugha ya Kibajuni ikiwa yule mwenzenu watatu hatofahamu kitu. Min ajli anna dhalika yuhzinuhu, hilo tu. Subhanallah, gala dini ilivyo mzuri, kwa sababu mtamhuzunisha, mtamweka kando, mtakuwa mmembagua. Ni sawa akiwa muislamu ama akiwa si muislamu, min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Wanazuoni wametoekea dhawabit, wametoekea kaida, kanuni. Mkiwa muko zaidi ya watatu, mkazungumza kando, wawili na wawili, wakazungumza kando, haina shida. Hata mkiwa 20, 19 mkaketi kando, mmoja mkambagua Haramu na madhambi mtapata nyote kumi na tisa. Hii ndio sheria yetu ya Kiislamu. Na sababu nini? Kwamba Ibilisi ndo wa kwanza alioweka mnong'ono, na Mayahudi ndo walioanza kusambaza minong'ono, walikuwa wakimuona muislamu wametokeza, ama muumini muumini, tukisema muumini ni, ni mnaswara mfuasi wa nabii Allah Isa Jesus, na mfuasi wa nabii Musa eh, Moses mfuasi wa nabii Muhammad ambaye ni mtume Muhammad sallam, wakimwona ametokeza, wao wanongonezana, yani kumtia dhiki au kumpiga vita vya kisaikolojia. Yule atafikiria kwamba mimi na aibu, na hizi ndo vita vibaya zaidi kama tulivyosema. Sasa wakawa wafanyia masahaba hivyo, masahaba wakaenda wakamshtakia mtume, mola akateremsha hizi aya, na ikiwa mtaka kunongona nyinyi Waislamu, hata kama mko mbele ya asioka Muislamu, fanyeni E, nidhamu wekeni nidhamu mwe zaidi ya watatu, ama zungumzeni na, na yule pia sikia. Kumalizia hii kipindi cha pili e, mimi ikiwa nilikuwa kando nikaenda nikawakuta watu wawili waongea wazungumza, kwangu mimi ni haramu kuingia katika mazungumzo yao. Ni ya hadithi pia man tasammaa ila hadithi qaumin wahum lahu karihun suba fi udhunaihi alanuka yaumal qiyama mwenye kusikiliza maneno ya watu. Wenyewe walikuwa wako kitambo wakiendelea wakizungumza, wewe ukaenda ukajitia na wewe, kuwaharibia ile nidhamu yao na mipangilio yao na wakati wao, utamiminiwa risasi za shaba siku ya Kiama. Adhabu ya duniani kando, na wewe utaitwa mtu mbaya, mtu mwenye ku, yani jasusi na matatizo mengine, kwa sababu dini yetu, dini yetu selabasi ya Mola wetu ni mzuri Amepanga vizuri tufuateni. Sisi Waislamu tufuateni, na wasokoa Waislamu tuwafunzeni, tuwafahamisheni, ili na wao wapate kufuata, ili dunia ikitengea, watatengea wote, sisi na wao, inshallah taala. Tutakoma hapa, Mola atuwafikie atujaalie, min alladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.